Zoezi la utayari lililofanywa na jeshi la uokoaji na zimamoto hapa mjini Singida katika soko lililopo hapa mjini Singida ambalo katika zoezi hili kumebainika changamoto mbalimbali mbali. Changamoto ya kwanza ikiwa ni ufinyu wa miundombinu yaani barabara kuwa ndogo, lakini pili, wakazi wa mji huu kutokuwa na uelewa juu ya masuala haya ya uokoaji na zimamoto, wengi walikuwa wanajua kwamba ni tukio la la ukweli lakini, li tukio ambalo lilikuwa la utayari, kuona ni jinsi gani wananchi wenzetu wanaweza wakarespondi wakati wa dharura. Kwa hiyo niwaase wananchi wenzangu kwamba unapoona tukio kama hili, ni tukio kama tukio linaweza likaleta taharuki, lakini pia tuweze kutoa taarifa mapema. moja moja nne, moja ni namba ya dharura, yani namba mia moja kumi na nne ni namba ambayo tunatakiwa kuitoa au kupiga simu kwa jeshi la zimamoto na uokoaji ili waweze kufika mahali penye tukio mapema. Jeshi la zimamoto na uokoaji haliwezi likaota kwamba tukio liko sehemu gani, ni mpaka tuweze tukipewa taarifa hiyo mapema. Ni waasi watanzania wenzangu, unapoona tukio, kwa mfano leo tumekuja kwa dharura, lakini kuna bajaji ambazo zilikuwa zimepaki barabarani, wanatakiwa kupisha unaposikia king'ora pisha njia haraka ili tuweze kufanya rescue kwa haraka pia. Kwa hiyo ni waase uharaka, utategemeana na sisi wenyewe. Utairaumu uta jeshi la Zimamoto na uokoaji kwamba wamechelewa, lakini kuchelewa kwao kunategemeana na miundombinu ya njia, miundombinu ambayo inategemea kwamba nyie mmejiwekaje? Nilipatwa na mshtuko moto ulipokuwa unawaka hapa, nilikuwa nimehudumia wateja, moshi wote ukajaa humu ndani ya kibanda, yani nilichanganyikiwa, ikabidi nitoke nje, nikaacha wateja wanakunywa supu, wote ikabidi waondoke mezani. Kwa kweli, yani kama ni moto kweli, eh, kama gari yani kupita hapa sio rahisi, maana njia za kupitishia gari hapa ni mtihani kwa kweli. Naomba mturekebishie tupate barabara, kama moto unatokea tapoteza mali nyingi sana huko kibandani yaani wote tulichanganyikiwa mpaka nawateja, na wateja wengine waliondoka na hela. Tumepata kujua na tumefahamu ya kwamba changamoto kama hii ikitokea ndani ya soko letu, namna gani ambavyo tunaweza tukashiriki katika uokoaji na namna ambavyo jeshi letu la zima moto linaweza likafika mapema, lakini pia tumegundua namba ya dharura ambayo ni 114 ambayo tunaweza tukapiga kwa ajili ya kupata huduma hiyo ya jeshi la uokoaji la zima moto. Na hii changamoto ambazo zimejitokeza katika zoezi hili la utayari tumeona sisi kama viongozi, namna gani ambavyo soko letu limebana njia, ni finyu ambazo zinaweza zikahatarisha usalama wa watu walioko ndani ya soko letu kwa wakati mwingine. Kwa hiyo inatupelekea sasa kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukaweka mpangilio wetu wa biashara vizuri, ili tuweze kupata nafasi au tuweze kupata njia za, ku, za, ku, za kutokea iwapo litatokea tatizo kama hilo au litatokea dharura kama hiyo ya moto. Sisi kweli, watu wa bajaji na wa magari ambao wanapaki sehemu za nani, wanaposikia kwamba kuna taarifa ya king'ora, hii waga kinatumia umbali mrefu sana. Kwa hiyo wazidi kuangalia na tahadhari, gari litakuja sehemu gani, na usogee kwa haraka kwa ajili ya kuangalia tatizo lilichotokea na kupata msaada zaidi. Kwa hiyo mimi nasema kwa ujumla, na sisi watu wa matoroli, na mimi ndo mtu wa matoroli, nasema kwamba tuwe na tahadhari, tusiwe tunavuta bangi hata mtaani na tusielewe sheria ya nchi, nasemaje?